Serikali imetakiwa kuweka fedha katika idara ya watoto ili kupiga buti suala la dhuluma kwa watoto. Haya yanajiri huku serikali ikiendelea na mchakato wa kufunga makao ya watoto mayatima na badala yake kutaka watoto hao kulelewa katika jamii, na kama anavyotuarifu Laura Otieno, imeibuka kuwa ukinzani katika sheria unachangia dhuluma dhidi ya watoto humu nchini. Kulingana na takwimu kutoka shirika la leba ulimwenguni ILO, Watoto milioni mia moja na sitini wanadhulumiwa kikazi kote duniani. Haya yalibainika katika siku ya kuadhimisha ukomeshaji wa dhuluma dhidi ya watoto inayofanyika tarehe 12 mwezi Juni. Licha ya sheria ya utendakazi kuhalilisha uajiri wa watoto kuanzia umri wa miaka kumi na mitatu kwenye baadhi ya kazi, kipengee cha 31 kinapiga marufuku uajiri wa watoto walio chini ya umri wa miaka 16. Yeah, ukinzani huu ukichangia dhuluma dhidi ya watoto haswa mashinani mazingara za manyumbani na hiyo ni ngumu sana kugundua, kwa sababu inafanyika katika manyumba. Inatakikana kwamba muwe makini, tuwe makini na tuwe na watu mashinani kuhakikisha kwamba wanaona wanatambua uh, unyanyasaji kama huo. Mapema mwaka huu idara ya watoto ilitangaza kufungwa kwa majumba ya watoto mayatima, mm. Waziri Alfred Mutua akisema serikali inapania kuanzisha mfumo wa malezi unaoshirikisha jamii. Hatua hiyo ikizua tumbo joto kuhusu athari wa za watoto zaidi kudhulumiwa kikazi. We look at the push and push factors what pushed this child from their family and uh, taking this child back to the family are we doing more harm in our county here in Kisumu we uh, we have the child policy how do we ensure that it is the policy is implemented and the policy can only be implemented if the resources are located for child protection matters Akisoma Bajeti Alhamisi Waziri John Mbadi alibaini kuwa serikali inapania kutumia shilingi bilioni nane kwa miradi ya kuwasaidia watoto mayatima na wale wanaotoka familia zisizojiweza. Lora Otieno, runinga ya Citizen.